Kwa majina naitwa Lugutu Lugutu, ni meneja wa YAS kanda ya Tabora. E, ilikuwa ni tarehe 25, e, ishirini na sita, ambapo tulikuwa tuna ziara ya na naibu waziri wakati akikagua mnara wa Ifucha, na baada ya kufika pale kulitokea taharuki kutoka kwa mlinzi akisema kwamba alikuwa anadai miezi tisa kutokulipwa ujira wake kutokana na kufanya kazi ya ulinzi lakini baada ya hii taharuki tulitoka na kwenda kulifanyia kazi kwa kulingana na maelekezo ya mheshimiwa naibu waziri. Tukalifanyia kazi kwa undani zaidi na tukaweza kugundua kwamba sio kweli na na huyu mlinzi alisema uongo na kumdanganya mheshimiwa naibu waziri kwamba alikuwa hajalipwa. Lakini kwa mujibu wa miamala na taarifa tulizonazo sisi kutoka NIT ambao walikuwa wa wanasimamia ujenzi wa mnara ndi kweli amelipwa malipo yake yote, na kizuri ni kwamba alikuwa analipwa kupitia namba yake ya simu hasa kwa miezi hii ya hivi karibuni, lakini mwanzoni ile miezi mitatu ya kwanza, kuanzia mwezi wa sita, wa saba na wa nane, wakati wa kupokea vifaa vya mnara mpaka na kuanza kuvijenga, alikuwa analipwa hela yake mkononi na yule aliyekuwa anasimamia ujenzi wa mnara. Kuanzia mwezi wa tisa, wa kumi na wa kumi na moja mpaka huu mwezi wa tatu, pesa zake zote zimelipwa kupitia laini yake ya simu na akaunti yake ya NMB. Bwana Kurwa, Umesikia maelezo ya meneja wa YAS. Amezungumza kwa niaba ya NITS ambao walikuwa ndio wajenzi wa, wa mnara ulioingia nao wewe mkataba kwamba malipo yote yamefanyika na yamefanyika kupitia simu yako, ila ya malipo ya mwisho yamefanyika kupitia akaunti yako ya NMB. La msingi tunataka utuhakikishie kwamba haya malipo ya laki moja na arobaini yamelipwa kwenye akaunti yako yeah? Tukaenda wakasema wewe nani, twende, wale wenzetu ni wasomi, ndio akaniambia hivi, mbona kaela hapa amekutumia kadogo tu kalaki mbi, nani, laki moja na arobaini kanalipa kwenye mbi. Haya, akasema nimepata kaela, kwa nini kasi kukuu? Haya, ikabidi jana, nimekwambia ndio maana nimekwambia, hiyo hela ndio hiyo niyo, kamata mkononi ya jana, ehe, hiyo kwanza, ile ile ile siku ile paka huyu akaniambia usii Usitoe kwenye nani? E, na ile ya kipindi kile nikampigia yule wenye mafuta nikamuza, mbona kuna hela nimeona imeingia, huyu mwana nani hii kampuni sielewi. Akasema ile tumekuishia nani. Nisikize vizuri, nisikize vizuri Kulwa, mbele ya waziri ulisema miezi tisa, miezi tisa mpaka sasa una miezi kumi. Una miezi mingapi? Kumi. Kusi, kweri, kwa si kweli kwamba hujalipo hela miezi mingapi? Tisa kuna baadhi ya miezi umefanyaje? Umepokea hela, si ndio kweli? Bwana Kurwa tumeshaziona hela zilizokamata mkononi. Tume mkononi ambazo hmm, umek mkononi wewe mwenyewe hmm, kwamba ni laki tatu nafu tisini eh, za jana. Kwa jina naitwa Mohamed Shabani, afya ni mwenyekiti wa kitongoji cha Ifucha Kati. Ah, kwa kuhusu na ili sakata, kwa kweli Nazani na bwana kuwa kuelewa kusoma kwake ndio inakuwa ile kumshirikisha kila mtu, kuna wengine anawashirikisha watu sio wema, labda ndio ndio hili lote limetokea. Kwa maelezo yake, naye mwenye kakiri kwamba anawashirikisha watu tofauti tofauti. Mwenyekiti wangu umeshuhudia malipo yake, mwenyekiti wangu wa zamani umeshuhudia malipo yake, wote umeshuhudia malipo yake na amewashirikisha kwa njia moja au nyingine kwa wakati tofauti. Wewe ulishuhudia wakati na mdai engineer, wewe ulishuhudia. Mwenyekiti wa leo umeshuhudia kupitia mwamala na alikushirikisha yeye mwenyewe. Nafikiri viongozi wote ambao tumeongozana wameshuhudia hicho kitu kwamba huyu mtu amelipwa na akiwa akilipwa, watu wameshuhudia na bado meneja ametushuhudisha kwa kupitia miamala ya simu. Kwa hiyo jukumu kubwa alilonalo ambalo tunalo sisi ni kubaini kwamba malipo mengine aliyopitia muamala huyu alikuwa anamshirikisha nani, ambao sasa jukumu lingine la kiserikali, nani ameshirikiana naye kutoa hela kwenye simu. Lakini malipo mengine yote tumewashuhudia, umeshuhudia laki moja na nusu, mwenyekiti wa zamani, mwenyekiti mpya umeshuhudia laki moja, lakini yeye mwenyewe pia amekiri kwamba imeingia laki moja na arobaini. Kwa ndani ya mwezi wa tatu imeingia imingi, malipo mara mbili, imeingia laki moja, imeingia laki moja na arobaini, na hiyo kakiri mwenyewe ndio. Kwa hiyo mi naomba niseme kwamba kwamba YAS kama kampuni jambo la msingi sasa ni nyinyi kufanyia kazi maa mawili la mkataba na kujitambulisha kwake kama inafaa mtnaafa eh, kusema kwamba hujalipwa miezi tisa si nshu ya kweli. Kwa hiyo katika miezi kumi, miezi mitatu miezi minne imeshuhudiwa na watu kama amefanyaje? Amelipa, lakini miezi mingine tayari imejiwasilisha kwenye nini? kwenye contract.